Wewe mzima. Mimi mzima. Sisi wazima. Yeye mzima. Mimi na wewe ni marafiki. Ninyi nyote ni wanafunzi. Yeye anasoma chuo kikuu cha Sauti. Wao ni walimu wa shule ya msingi. Yeye ni mchumba wangu. Wewe ni mzuri. Mimi ninakula wali. Tuliwasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Wao wanapenda Kula sana. Wewe ni mama yangu. Mimi ninawapenda wote.